Zaidi ambapo katika upande wa fahamu zaidi inasema kwamba kulingana na saikolojia kadri mwanaume anavyozidi kuwa na akili nyingi, basi ndipo ambapo wanasema wanapata wachumba kwa kuchelewa. Saikolojia inasema hivyo, kulingana na saikolojia kadri mwanaume anavyozidi kuwa na akili mara nyingi, ndivyo nafasi yake ya kupata mchumba inapungua. Inakweli ndugu zangu, kwamba pale ambapo mwanaume akiwa na akili nyingi basi ya katika upande wa upande mchumba mm, nafasi inakuwa inapungua. Na hii wanasema inatokana labda uh, kuna vitu ambavyo mara nyingi sana huwa anaangalia, anaangalia haiba, anaangalia masuala mazima ya mawasiliano, anaangalia hiki, anaangalia kile, yaani wanakuwa anachunguza sana. Sasa katika kuchunguza chunguza, kimwangalia huyu, ah, kimwangalia kwa mwanaidi huyu, mwanaidi bwana ana tabia hii na hii na hii anachunguza mtu mwingine, huyu bwana tabia ina ina ina, hanifai kwa kadi ya kuchunguza. Anavyoendelea kuchunguza na, na ndivyo ambavyo nafasi ya kuweza kupata mchumba inapungua, na hata akipata mchumba basi ni kwa kuchelewa. Psychology inasema hivyo. Tuachende katika upande wa fahamu zaidi, moja kwa moja tuamie katika upande wa kitaifa.